Hello, karibu katika mafunzo yetu ya mfumo wa duka dawa. Leo tutajifunza namna ya kuweka custom products. Kwa kuanza, tuta login katika mfumo wa duka dawa kwa kuandika username, password, kisha kubonyeza proceed. Ukisha login utakutana na dashboard yetu yenye kadi sita, chagua kadi iliyoandikwa inventory, kisha ingia katika kadi hiyo ukishaingia katika kadi ya inventory, utakuta na kadi zingine nyingi. Chagua kadi iliyoandikwa receive stock, kisha ingia katika kadi hiyo. Ukishaingia katika kadi yako iliyoandikwa receive stock, utaona oda zako zilizopita kama ulishaikuwa na order, kama hujaikuwa na oda basi utaona na message ya zero records. Kisha bonyeza button iliyoandikwa add new. Ukisha bonyeza button iliyoandikwa add new. Ukisha bonyeza button iliyoandikwa add new, itakuja form ya kujaza purchase order, utachagua supplier, kisha utaandika invoice number ya mzigo uliopokea, kisha uta search product zako kwa mujibu wa invoice. Utaanza ku search product zako ambazo zipo kwenye invoice, kisha kwa product ambazo hazipo, utatokea button yenye maandishi hayo yenye rangi ya blue. Utabonyeza hapo, itakupeleka katika fomu ya kujaza hizo product ambazo hazipo. Ukishafika katika fomu ya kujaza hiyo product yako uta search generic name ya hiyo product, kisha utaandika brand name na details zingine za hiyo dawa katika fomu yako, kisha uta submit na kuisave fomu. Ukisha submit itakurudisha katika fomu ile ya kwanza ya purchase order, uta search tena hiyo dawa uliyoingiza, itatokea pale kwenye list uta select. Kisha utaanza kuingiza details zingine za hiyo dawa kama Selling price shelf na zingine nyingi ambazo zipo na hiyo dawa. Okay, ukimaliza uta save fomu yako ya purchase order kama draft kwa matumizi ya baadaye, kama utahitaji kuja ku edit tena na ku review tena, utai save kama draft au utai submit hiyo fomu yako kama pending, ili meneja wako au owner wako aweze kuyaprove na kuingia kwenye stock. Asante kwa kufuatilia mafunzo haya ya jinsi ya kuweka custom products katika mfumo wetu wa Dukadawa. Naitwa Melinda, nawapenda sana.